Ongereni kwa ushindi. Asante sana, tunashukuru. Diotia umewapo ushindani wa aina gani leo hii, lakini mmefanikiwa kuondoka na alama tatu. Tunachoshukuru kweli, mtibwa wamecheza lakini, sisi tulikuwa tumejipanga na katika mechi ya leo, hakuna kitu nilichofurahi kama hizi goli well mbili tulizozipata, nafikiri ni goli za kitaalamu, na nafikiri kitu ambacho nachofurahi zaidi ni Mohamed Hussein amecheza sima muda mrefu hajaikuwa man, man of mechi hata siku hii moja lakini kwetu kwetu kwetu sisi tunajivunia Shabalala ni mzee huku vipi? Kwa kwetu sisi sisi At... Shabalala sio mzee kwetu sisi, sisi, mzee. Sisi ni kijana kabisa mwenye miaka 25, na hatujawahi kujuta tangia tu na Shabalala hatujawahi kujuta, Shabalala mtoto kabisa eh? na tunachomshukuru tunachomshukuru Mungu, kama una kumbukumbu, mvua tumelala nayo kuanzia asubuhi mpaka saa 8 mvua inanyesha, mechi imeanza, mvua imekata sasa hivi nimeruhusu mvua irudi. nilizu mvua nilizuia mvua timu nilizu kubwa hii wewe, hii ni timu kubwa, timu hii ni kubwa. Kwa, ki, kwa kifupi, mimi ni kueleza ukweli, mi ni muombaji, na hili nililiona, nikasema kutokana na huu uwanja na tunaujua huu uwanja tunaujua kwenye ishu ya mvua, nikamwambia Mungu, Mungu hebu katuone sisi wana, wana Yanga. Mvua imenyamaza, mechi mmeiona, tumemaliza mechi. Mi nakuhakikishia mpaka saa moja kasoro mvua inanyesha, mvua inarudi. Sawa, mmepata alama tatu leo. Hii performance ya wachezaji unaizungumziaje? lakini pia kocha mpya, vitu umeviona au bado? Bado tumpe? Kwa kweli, mimi nashukuru kwa huyu kocha, maana kocha, hii ndio mechi yake ya kwanza. Hii ndio mechi yake ya kwanza na kocha, kocha nimeona yani, kwa kweli, sasa sasa hivi tumepata kocha kocha nimuelewa, na kocha nafikiri hata wasaidizi wake anawasikiliza. Maki alikuwa anaangalia hey, huyu nifanyeje? Ngoja ni mtoe aingie huyu, na kila aliyeingia amefanya, tumeona. Shukrani sana. Asante sana.